Tulikuwa na siku tatu mpaka nne za maandalizi baada ya mapumziko ya kile ambacho kilitokea. So obviously group la wachezaji wote ambao niko nao <coughs> wako, wako kwenye hali nzuri. Uh, baadhi ya wachezaji wachache ambao hawatakuwepo kwenye, kwenye, kwenye mechi kwa maana ya Chalamanda aliyepata red card kwa mchezo wetu waisha wa Mbeya City. Uh, mtu kama Katanga, Maka au ni watu ambao na, wako na injuries uh, ambao wana rudi taratibu na, na kulikava obviously group lingine la watu wote uh, wako kwenye preparation ni, <coughs> nzuri. Na leo ni siku ya mwisho kuona jinsi gani ambavyo um, watakuwa kwenye hiyo hali nzuri zaidi. Tunaomba Mungu inshallah wawe kwenye hali hiyo, ili tuweze uh, kumaliza maandalizi, ma, ma, maandalizi vizuri zaidi katika siku ya leo. Uh, kwanza, kitu cha kwanza tuna respect Simba kwa uh, sasa Tanzania nafikiri uh, kwa misimu karibu sita mpaka saba ni good team Afrika na kwetu uh, wako na wachezaji wazuri wameingia kwenye this season. Uh, wana new coach now uh, nafikiri kuna new approach eh, tunakutana na timu nzuri na bora. Ni good opportunity kwetu na kwa vijana kukutana na timu ya aina hiyo, so we need need kuwa kuwa solid inikuwa compact na organization kwa maana ya one minutes baga dakika ya mwisho uh, kwa ujumla sote tuko salama, sote tuko salama. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda, tulale salama, tuamke salama, ili tukakabili huo mchezo. Mchezaji mkubwa ambaye labda nilikuwa mdogo, nimecheza hizo mechi wakati mdogo, nilikuwa mdogo mpaka nimekuwa mkubwa, nimecheza hizo mechi. Tunajaribu kuwapa hamasa wadogo zetu, kwa sababu wanahitaji kwenda juu, na kama wanahitaji kwenda juu kuonekana zaidi, ukicheza mechi kama hizi kubwa vizuri na wakafanya vizuri, basi nafwa, nafasi kwa nafasi nzuri kwa wao kwenda juu zaidi. Kwa hiyo hamasa ipo, ipo kubwa kwa vijana ambao wanachikia kwenye timu yetu, na wao wenyewe pia wana hamu na wana hali ya kucheza vizuri katika mchezo huu kwa sababu